Nitaongea nani kuhusu pumu. Pumu. Pumu ni ugonjwa wa mirija ya kupumua kwenye mapafu. Tuna mapafu mawili na ndani ya mapafu tuna mti ulio kinyume kama huu. Mizizi ya mti ni mirija ya hewa na mirija inapoendelea chini inafunguka kama majani kuna takriban eh majani milioni mia nne au alveoli kwenye mapafu ambayo ni maeneo ambapo ubadilishanaji wa gesi hufanyika kwa mwanadamu. Tunapumua oksijeni, inapenya kupitia alveoli milioni mia nne hizi, na kutoka kwenye alveoli hizo inasafiri kwenda sehemu mbalimbali mbali za mwili kupitia moyo ukipiga damu. Kinachotokea katika pumu ni kwamba kwa sababu ya kawaida ya mzio ambao ni wa kijenetiki katika familia na hasa kwa watoto, ukubwa wa mirija ya hewa ambao ni mkubwa unakuwa mdogo. Kwa hivyo ni kama unabanwa hapa kwenye mirija ya hewa hapa. Hii ni mirija ya hewa na unabanwa. Dalili kuu ni kupumua kwa shida, kikohozi, makohozi na mgurumo, ambao ni sauti ya mluzi kifuani, kama paka anayolia au filimbi. Hizi ndizo dalili kuu. Hutokea katika familia zenye mafua na kikohozi. Vipimo ni vipi? Rahisi sana. Unapima kipimo cha kazi ya mapafu au kipimo cha kazi ya upumuaji. Unapuliza ndani ya bomba lililounganishwa na kompyuta, kama ek grafu itatokea, itafanya utambuzi. Fanya kipimo kidogo sana cha damu, subsa na tira ya kifua na sinasi, na hayo ndiyo yote matibabu. ni ni yapi? Kwanza ni inhalers; pili, inhalers; tatu, inhalers. Hizi aapaswa inhalers zinapaswa kuja na kifaa cha spasa. Na lazima ufuatilie pumu yako kama mgonjwa wa shinikizo la damu na kifaa cha lazima ufuatilie pumu yako kwa kipimo cha mtiririko wa juu. Aina ya hivi karibuni ya matibabu inayopatikana ni kwamba inaitwa eh, inaitwa bronchial thermoplasty ambapo kwa bronchoscopy, ambayo ni endoskopi kupitia pua yako kwa kutumia bomba lenye kamera, tunaingia ndani na tunapasha joto eh, mirija ya kupumua, ambapo mirija haiwezi kupungua, inabaki imara, na hivyo basi upungufu wa pumzi ni eh, pumu ni kitu ambacho haupaswi kuogopa. Unatumia vipumulio vyako, unakwenda kwa daktari mara kwa mara, unafanya ufuatiliaji wa kipimo cha mtiririko wa juu mara kwa mara, na unafanya uchunguzi wa kila mwaka, unaweza kuepuka mambo mengi. Na eh, unatembelea tovuti kwa maelezo zaidi. Asante.